Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kawaida, nafsi yangu na wewe pia katika zawadi na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu katika imani, leo hii nimekuletia mada ambayo ni muhimu sana katika maisha yako ya kila siku ambayo anakuzunguka au katika maisha yetu sisi wote ambayo kila siku natuzunguka leo hii nimekuletea mada ambayo ni muhimu sana, ambayo faida za mitandao ya kijamii na maisha yetu ya akhira kesho, kijamii na maisha yetu kuitumia kila siku, ambayo ukiyafuata vizuri kabisa kwa yakini, kwa njia ya kheri kabisa kwa nia nzuri ambayo uliokuwa nayo ambayo, na, ambayo utakuwa umeiandaa basi, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala utaweza kufaidika mzuri kabisa na hii mitandao ya kijamii, na utaweza kuitumia kwa ufasa mzuri kabisa, na utapata faida nyingi sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kesho na katika maisha yako ya kila siku ambayo yanakuzunguka leo hii duniani, na kesho ukifa, utakuwa umeacha athari nzuri sana ambayo itakuwa inakusaidia na kila siku utakapokuwa kaburini, na heri nyingi zitakujia kaburini kwa kutumia mitandao ya kijamii leo hii ambayo wewe unaitumia, ndugu zangu katika imani, leo hii. Mitandao ya kijamii na teknolojia ya kimawasiliano imekuwa ni, yani ime, ime, ime, ni sehemu katika maisha yetu ya kila siku ambayo sisi anatuzunguka, imekuwa ni sehemu katika maisha yetu ya kila siku ambao sisi anatuzunguka. Watu leo hii wanatumia WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram na TikTok, lakini swali la muhimu sana kujiuliza, wanaitumia mitandao hii ya kijamii, wanafaidika na nini? Au, au wanaitumia vipi, wanaitumiaje wanaotumia wa kwa uzuri au kwa ubaya? Kama wanaotumia kwa uzuri, basi haina shida kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambako Allah atakuwa ameridhia kabisa. Je, kama anatumia kwa shari na kwa vibaya kabisa, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atenda kwa adhibu na mitandao hii ya kijamii, na itakuwa sababu kubwa sana ya kwenda kuingia motoni, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atenda kuchoma. Ndugu yangu katika imani, nikianza na mimi nafsi yangu kabisa na wewe pia Jambo kubwa kabisa la kwanza la kufanya vizuri kabisa katika mitandao ya kijamii leo hii, ambayo litaweza kusaidia katika jamii ya Kiislamu, wewe itakusaidia, itakusaidia katika maisha ya kila siku ambao wanakuzunguka. Jambo la kwanza kabisa kufikisha kheri katika mitandao ya kijamii, yaani hii mitandao ya kijamii tuitumie kwa ajili ya kufikisha kheri, kufikisha dini ya Allah subhanahu wa taala kufikisha dini kufikisha ujumbe uliokuwa mzuri, fikisha kwa ajili ya Allah. Yani usitumii mitandao ya kijamii kufikisha ovyo ovyo, yani kufanya kufikisha mambo ambayo kutuma kuposti vile vitu ambavyo vitakuwa ni shari kwa, kwa watu, kutuma picha mbaya, kutuma video mbaya, maneno ya matusi mabaya, kutuma mapicha ambayo hata mtu akifungua tu simu yake kuangalia tu basi atakuwa anapata shubwa. Chanzo kikubwa ni nani? Ni wewe uliotuma, na ukituma tu basi utakuwa umewaathiri watu wengi sana watu wengi sana. Unajua mtandao wa kijamii mtu ukituma ukiposti kitu, watu wanakuwa wanaangalia watu wengi sana, na watu wengi leo hii shetani imetawala sana katika dunia kwao. Mtu anapofungua tu simu yake na kuangalia kitu ambacho sio kizuri, basi anakuwa shetani anamhamasisha endelee kuangalia tu, kama ni picha mbaya pengine, au maneno mabaya, matusi, vichekesho. Vichekesho vyote havifai. Kwao wewe kama Muislamu utakao kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kufikisha khairi kwa ajili ya Allah peke yake. Jambo la pili, nisirefushe muda mrefu mrefu sana, kwa sababu ni mada fupi tu ambao ni muhimu sana. Jambo la pili kuhusiana, jambo la pili kuhusiana kheri, kuitumia mitandao ya kijamii kujizuia na maasi ya, jambo la pili kuitumia mitandao ya kijamii kujizuia na maasi ya yani, unapoitumia mitandao kwa sababu gani? Unapoitumia mitandao ya kijamii unakuwa una, unajicomment kabisa, unajizuia kabisa kuepuka kuangalia vitu vibaya vitu vichafu, lakini ukifungua unaacha, lakini ukifungua kama ni nini maneno mabaya ni video ya kuchekesha ya matusi, watu wanavaa uchi, unaitupa haraka, unairusha una, una naye una, una, una. Kwa hiyo hii itakuwa nakuzuia wewe kikubwa sana kujizuia na, na maasi na uchafu kwenye mitandao ya kijamii nyingine, ndugu yangu katika imani na kuhusia ufanyie kazi sana, ndugu yangu. Haya machache ambayo leo hii umepata kuyasikiliza, uweze kuwafikishia na wengine ujumbe mzuri kabisa kama huu, ili uendelee kupata kheri. Allah aendelee kukulipa kila siku, ndugu yangu katika imani. Yani, usikose kabisa usikose kabisa kutumia fursa hii ya mitandao ika, yani vizuri Usikose kutumia fursa hii mitandao vizuri, ili iwe heri kubwa, sababu kubwa sana ya kuingia peponi. Ukitumia vibaya, basi itakuwa sababu kubwa sana kuingia motoni, na ukitumia vizuri, ukitumia vizuri, itakuwa sababu kubwa sana. Ukitumia vibaya, kwa sababu kubwa sana wewe kwenda kuingia motoni, na ukitumia vibaya, ni sababu kubwa sana kwenda kuingia